Naam, tunaendelea na, na darsa yetu ya sarf ya kitabu chetu hiki mabadiu ilmi sarf. Leo tupo katika mlango huu unaozungumzia ismu lfail, jina la mtendaji. Ismu lfail, jina la mtendaji, ni nini maana ya ismu lfail? Anasema huwa ismun wudia lildilalati ala man sadara minhu alfi'lu aw qama bihi alfi'lu, nasema huwa ismun, nalo ni jina, wudi'a, limewekwa, lidilalati, kwa ajili ya kujulisha, au lidalalati, kwa ajili ya kujulisha, ala man sadara minhu alfi'l, kwa yule ambaye kimetoka kwake yeye kitendo ni jina ambalo limewekwa kwa ajili ya kujulisha juu ya yule ambaye ala man, juu ya yule ambaye, sadara minhu lfiil, kimetoka kwake yeye kitendo, au kama bihi lfiili, au kimesimama kwake yeye kitendo. Hito jina la mtendaji wa waznuhu na

au inaweza ikaja katika wizana neno fa'il sawa. So, hizi zote ni auzan athulathii pale ambapo kitendo kitakapokuwa ni chenye herufi tatu. Atafafanua kila kipengele kimoja katika hivyo hapo. ya tismul fa'il min athulathii al ala wazni fa'il, linakuja jina la mtendaji kutoka katika kitendo chenye herufi tatu juu ya mzani wa fa'il. idha kana alfi'lu

pia anasema nukta inayofuata, namba mbili, na linakuja jina la mtendaji kutokana na kitendo cha thulathi katika wizani wa neno faalin wa faili. Idha inkana lfiilu ikiwa, kitendo inkana lfiilu ikiwa kitendo ala wazni faula, kimekuja katika wizani wa neno faula, kwa ta ismu faili yake itakuja katika wizani huo wa faal wa faili

Hii wale ambapo kitendo kitapokuwa kimekuja katika zeno neno faula kwa ismu faili yake inakuwa katika mtindo kama huo wa mithlu, na mfano fail, neno fail. Karuma ambao karuma, karuma neno faula, karuma kwa karuma, inakuwa ni karimun, karuma karimun, amekuwa karimu kwa karimu, ndio ismu faili. adhimu adhimu kuwa mkubwa kwa adhimun kuwa sharufa sharifun sharufa sharifun kwa sharufa sharifun sharufa sharifun, kwa jamula jamilun jamula maana mkuu mzuri kwa kwa jamilu ndo yule ambaye mwenye kitendo hicho cha uzuri, kabura kabirun kasura qasirun qasir ka ka mfupi karuba qaribun ba'ida ba'ida. Tumefaham kwa majina ya mbele ndo ismu al-fa'il. Umeelewa?

Almaqrun, hayo yote tunasoma hapo nyuma. Ni kipi kitendo lafifu almafruq? Ni kipi kitendo lafifu almaqrun? Lafifu almafruq mfano wa'ada

mazidan min athulathiyi yakunu ala wazni mudariihi. Na ikiwa kitendo ni mazid lakini ni thulathii, inakuwa sawa inakuwa ismu faili yake juu ya wizani wa kitendo chake cha mudhari, biibdali harfi mudhariihi miman, kwa kuibadilisha herufu ya mudharii yake kuwa ni mim

Adkhala ameingiza. Kwa hiyo tukipeleka kitendo adkhala katika mudhari, tunasema yudkhilu. Sasa tunataka ambayo hii ni mazidi harfi bi harfi wahid, mazidi herufi hiyo moja, kwa hiyo cha kufanya ile herufi ya mudhari tutaiweka <tipos> <tipos> kuwa ni mim yudkhilu ambao hapa ni herufi mudhari ni nini? Ni ye, kwa pale kwenye yetu na ye kamim madhmuman na herufi kabla ya mwisho itakuwa na kasra. <coughs> Kwa hiyo kiufupi, wisani wake inakuwa ni ki wa muf'ilu, kitendo kama kitakuwa ni thulathi mazidi. <coughs> Sawa, na kuwa ni katika zana neno muf'ilu, adkhala kwa mudkhilu, mwingizaji. Akhraja inakuwa ni mukhriju.

allama muallim istaghfara mustaghfirku mazidina, herufi ya mwanzo inakuwa ni inapata dhamma kana kabla ya herufi ya mwisho inakuwa ni maksura inapata nini? Kasra mustakhraj wa mustakhriju